DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi, na tumai umeamka salama msikilizaji. Ni matangazo ya asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW karibu mimi ni Silvia Mwehozi. DW, habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni muhtasari wake mkisomewa nami Silvia Mwehozi. Israeli imeonya juu ya mkururo mpya wa makombora anayovurumushwa kutokea Iran. Rais Donald Trump asema ana matumaini ya kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran. Na viongozi wa kundi la G7 wamewasili Kanada kwa mkutano wa kilele utakaogubikwa na mzozo wa Mashariki ya Kati. Habari kamili Jerusalem. Jeshi la Israeli limeonya leo juu ya mkururo mpya wa mashambulizi ya makombora kutokea Iran huku waandishi wa habari wa shirika la AFP wakiripoti milipuko mikubwa mjini Jerusalem na moto nje ya mji wa pwani wa Haifa. Tangu jana Jumapili, Israel ilifanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran wakati Teherani nayo ikijibu kwa makombora mapya huku pande zote mbili zikitishia kufanya uharibifu zaidi. Israel imewaelekeza raia wake kuhamia kwenye maeneo salama ya kujikinga, wakati Irani ikisema kuwa itafungua misikiti, vituo vya treni za metro na shule ili kutumika kama maeneo ya kujihifadhi navyo vyombo vya habari vya Irani vimeripoti kuwa mkuu wa ujasusi wa jeshi la walinzi wa mapinduzi Mohamed Kazemi ni miongoni mwa majenerali watatu waliouawa katika mashambulizi ya Israeli jana Jumapili. Wizara ya afya ya Irani pia imeripoti vifo vya watu 224 na na wengine zaidi ya elfu moja na mia mbili kujeruhiwa. Kwa upande wa Israeli, mamlaka zimeripoti vifo vya watu kumi na tatu tangu Iran ilipochukua hatua ya kujibu mashambulizi. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amezitaka Iran na Israel ambazo zinashambuliana kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano lakini amependekeza kuwa huenda nchi hizo mbili zinahitaji kupigana kwanza kabla ya kuafikiana. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuelekea Canada katika mkutano wa nchi saba tajiri kiviwanda za G7, Trump alisema kwamba anafikiri umefika muda kwa nchi hizo mbili kufikia makubaliano, lakini wakati mwingine zinapaswa kupigana kwanza na kuongeza kuwa wataona kitakachofuata. Trump alikataa kujibu swali iwapo aliitaka Israel kusitisha mashambulizi ya anga dhidi ya Iran. Hapo awali afisa mmoja mwandamizi wa Marekani aliliambia shirika la habari la AFP kwamba Trump alipinga mpango wa Israel wa kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mashambulizi kati ya nchi hizo mbili yamezusha hofu ya mzozo mkubwa ambao unaweza kulikumba eneo zima la Mashariki ya Kati. Kananaskis, Canada. Kundi la viongozi wa mataifa saba tajiri kiviwanda G7 wamewasili tangu jana nchini Kanada kwa ajili ya mkutano wa kilele na kuona ikiwa watatoka na msimamo wa pamoja kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Israel na Iran. Mkutano huo wa siku tatu katika mji wa mlima wa Kananaskis unaashiria kurudi kwa Rais Donald Trump katika mikutano ya kimataifa, ambaye katika muhula wake wa pili amekuwa na ujasiri zaidi wa kuvunja kanuni za jadi. Waziri Mkuu wa Kanada Mark Carney alikuwa ameandaa ajenda inayolenga kupunguza tofauti ndani ya kundi hilo la mataifa tajiri kiviwanda ya G7. Viongozi hao wa G7 wanaweza kushuhudia mgawanyiko kuhusu mgogoro wa sasa kati ya Israel na Iran. Unaendelea kusikiliza taarifa habari za ulimwengu kutoka DW Stockholm. Taasisi ya kimataifa utafiti wa amani ya Stockholm, SIPRI, imeonya kwamba mataifa mengi duniani yenye silaha za nyuklia yaliendelea kuboresha silaha zake kwa mwaka uliopita na hivyo kuweka mazingira ya ushindani mpya wa silaha hizo. Katika ripoti yake iliyotolewa leo, SIPRI imesema mataifa yenye nguvu za nyuklia ikiwa ni pamoja na Marekani na Urusi ambayo yanachukua karibu asilimia tisini ya hifadhi ya dunia yaliutumia mwaka 2024 kuboresha silaha zilizopo na kuongeza matoleo mapya. Taasisi hiyo imebainisha katika ripoti yake kwamba Urusi na Marekani zilikuwa na mipango mikubwa na endelevu ya kuboresha na kubadilisha vichwa vya nyuklia. Kwa mujibu wa SIPRI, mivutano ya kimataifa imeshuhudia mataifa tisa yaliyo na silaha za nyuklia yakipanga mipango zaidi ya kuongeza hifadhi zake. Na hatimaye ni Washington, utawala wa rais Donald Trump unazingatia kupanua vikwazo vyake vya kusafiri kwa kuwapiga marufuku raia wa nchi thelathini na sita zaidi kuingia nchini Marekani. Mapema mwezi huu rais Trump alitia saini tangazo lilopiga marufuku kuingia kwa re, kwa raia kutoka nchi kumi na mbili akisema anailinda Marekani dhidi ya magaidi wa kigeni na vitisho vingine vya kiusalama. Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo ni miongoni mwa nchi thelathini na sita zinazoweza kukabiliwa na marufuku kamili au kwa kiasi, katika nyaraka ya ndani iliyotiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Wizara hiyo imetaja sababu kadhaa ikiwemo kukosekana kwa ushirikiano kwa baadhi ya serikali katika kutoa hati za utambulisho zenye kuaminika. Na huo msikilizaji, ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW. DW, mtu na mazingira. Gari la kubebea taka likizoa takataka katika moja ya mtaa katika jiji la Dar es Salaam ambalo wakazi wake wamekuwa wakieleza kukabiliwa na changamoto ya kuzagaa na kurundikana kwa takataka mitaani kwa kile kinachoelezwa kuwa kinatokana na kutokuchukuliwa kwa takataka taka hizo kwa wakati unaotakiwa. Makala ya mtu na mazingira ya DW Kiswahili hii leo inaangazia changamoto ya kuzagaa kwa taka katika jiji la Dar es Salaam na namna ya kukabiliana na changamoto hiyo. Mimi ni Anwar Mkama, karibu. Sio takataka zote zinafaa kuchomwa moto, bali kuna nyingine zinatupwa katika makasha ya kuhifadhi taka, kisha magari yanayobeba takataka hizo yanakuja kuzichukua hadi kwenye dampo. Kwa jiji la Dar es Salaam, dampo kubwa linalotumika ni lile la Pugu lililopo nje ya jiji hili ambalo linatajwa kuongoza kwa uzalishaji wa taka miongoni mwa majiji yaliyopo Tanzania. Ripoti ya Dar es Salaam Urban Resilience Project yaani DURP iliyotolewa mwaka elfu mbili na ishirini na nne inaonyesha kuwa asilimia hamsini na saba ya taka zinazozalishwa Dar es Salaam zinaishia mitaani. Lakini pia kati ya taka hizo asilimia sitini ni zile ambazo zinazooza, zinazalisha hewa joto inayotajwa kuwa hatari kwa mazingira. Jamal Baruti ni kaimu mkurugenzi uzingatiaji na utekelezaji wa sheria katika baraza la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira NEMC. Kataka kuna mchanganyiko katika taka ambazo zinazalishwa, hasa katika maeneo ya mijini. Kuna hii eneo ambalo au takataka ambazo zinaoza, lakini kuna takataka ambazo zinaweza kurejelezwa, lakini kuna takataka ambazo, ambazo pia zinaweza kutoa kama malighafi. Kwa hiyo ukiangalia kwa kiwango kikubwa katika maeneo haya ya majiji na miji mikubwa kiwango kikubwa cha taka ambazo zinaoza ni kwamba ni kutokana na hali ya maisha au na staili ya maisha watu ambao wanaishi, kiasi kwamba wanatumia vitu ambavyo vinaoza, vyakula eh, matunda na katika maeneo ya masoko, ambayo vitu hivi vingeweza vile vile kutumika katika eh, kama fursa katika kujenga eh, uchumi, lakini kupunguza kiwango cha takataka taka ambacho kinakwenda kwenye madamu. Changamoto hii ya taka nyingi katika jiji la Dar es Salaam kuishia mitaani inanifikisha katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ambayo moja jukumu lake ni kutoa vibali kwa wakandarasi wanaohusika na suala la uzoaji taka pamoja na kuwasimamia, yeah. Nikiwa hapa nakutana na Dominic Salamba, afisa mazingira wa mkoa wa Dar es Salaam. Swali langu kwake ni je, ni kweli taka nyingi za jiji hili zinaishia mitaani kama tafiti zinavyoonyesha? Kweli kuna kiasi cha taka ambacho kinabakia, lakini kama mkoa umeendelea kufanya jitihada wa kushirikiana na halmashauri kuhakikisha kwamba takataka zinazidi kuweza kuanza kukusanywa, lakini pia na kupelekwa dadampo. Ukizingatia kwamba katika siku za karibuni taka imekuwa ni fursa, kwa maana kwamba katika taka unaweza ukaenda kuzilejeleza, lakini pia ukaziriuzi na hata kuweza kutumia kwa matumizi mengine. Kwa hiyo wananchi wa Dar es Salaam wamekuwa wakitumia hiyo fursa kwa kuweza kuchukua takataka taka, na kuweza kwenda kutumia katika matumizi mengine kwa kwa au, au na kujipatia kipato na kuweza kuzichakata na baadaye kuweza kuwa raw material ambayo inaweza kutumika katika kutengenezea bidhaa nyingine za plastiki. Jamal Baruti kutoka Nemki anasema kuzagaa kwa takataka katika jiji la Dar es Salaam kunachangiwa na sababu kadhaa ikiwemo changamoto kutoka kwa wananchi wenyewe ambao wanakosa maarifa ya uhifadhi wa taka hizo. E, swala la ukusanyaji wa taka na usafirishaji ni lina, lina gharama. Kwa hiyo kwanza kuna hilo swala la changamoto kwamba ukusanyaji na usafirishaji kupelekwa kwenye maeneo madapo ni gharama, lakini pili, jamii kama jamii, labda inaona ni rahisi kuzitupa kwenye maeneo ambayo sio rasmi. Eh, uwepo wa miundombinu, lakini jamii huelewa jamii kwamba, eh, suala hili la kutupa takataka hovyo ni changamoto. Yeah. Kwa hiyo nao inapelekea kwamba kuna takataka nyingi zinazagaa, yeah, kwenye mitaa, yeah, na kama mnavyoona mifereji yetu inaziba, maeneo mengi kunakuwa na mafuriko kwa sababu ya utupaji wa takataka ambao hauko sahihi, yeah, katika maeneo mengine buibui napaka kuwa wale nzi wenyewe nzi, nani, kuwa wadudu wenyewe. Baada ya hapo, wale wadudu sasa tayari ni protini ambao, hii protini hiyo tunaopata chakula cha kuku eh, samaki. Uzuri zaidi katika njia hii, baada ya kufanya hiyo, yani, wale, wale wadudu kuanza kutafuna, kinachobakia baada ya kumaliza kabisa, tayari tunapata mbolea tena. Kwa hiyo nini ambacho kilichopo ni fursa ambayo ni katibu wa chama cha ukusanyaji taka rejeshi na watu

Mambo vipi kijana, karibu katika wasaa huu wa vijana Mubashara asilimia sabini na saba. Na leo tunakuuliza, je, umewahi kubadilisha maoni ama mtazamo wako wa kisiasa kwa sababu ya kile ulichokiona ama kukisikia mtandaoni? Mimi ni Hawabihoga. Kabla ya kuanza kuwapa nafasi vijana waliochangia, ni kukumbushe tu mada hii imetoka kwenye jukwaa letu la maoni mtaani liliyofanyika katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino kule mjini Mwanza, Tanzania. Mjadala huu uliandaliwa na DW Kiswahili kwa kushirikiana na Radio Free Africa na Star TV. Kama hukupata nafasi ya kutazama majadiliano hayo moja kwa moja, unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook na ukatazama zaidi kwenye upande wa maoni inaanza na Isaya Sambo mpenda amani Tanzania anasema, mimi huwa anafuatilia sana kampeni za wagombea wa vyama vyote na kupima sera zinazotekelezeka na mwishowe naamua ni yupi nimpe kura yangu. Huwa sibadili maamuzi yangu kwa kuzingatia na kusikiliza video na sauti zilizopo kwenye mitandao ya kijamii. Naam, Ziara Kachali maoni yako nayaona, unasema binafsi kauli ya kwamba ushindi wa CCM hautokani na idadi ya kura, ile inategemea na atakayehesabu kura na kutangaza mata tokeo iliyosambaa kwenye mitandao ilifanya nikaona wapiga kura tunapoteza muda kwa kuto kujua. Nam, hayo ni maoni yako, lakini naona Oscar, Oscar Siledoni nawe ukiwa Kagera, Tanzania unasema siwezi kushawishiwa na mgombea kupitia mitandao ya kijamii bali nashawishiwa na mgombea kupitia ahadi yake, kafanya mangapi na kaacha mangapi. Haya, naona ujumbe wako MC Notobene Emanueli Mwakamala, mkazi wa Kera, Mbeya ya Tanzania, unaosema inawezekana sana. Kikubwa ni hamasa na kutazama ujumbe unaofikia ni akina nani na ni wangapi na wakati gani. Dunia sasa imebadilika sana na mitandao ndiyo tumaini la kutegemewa. Vasco Mwakyusa toka Mwanza, Tanzania, unasema binafsi sera za mgombea ndizo zinazonishawishi katika kupiga kura. Uchocha hichi unasema kama kura zinapigwa na roboti, mitandao ya kijamii haina nguvu, ila kama serikali wenyewe wanaitumia na wameona mwitikio, wajue kabisa kwa mara ya kwanza Tanzania inaenda kuwa na wakati mbaya sana. Hayo ni maoni yako, mfuatiliaji wetu, lakini labda unaweza chacha kutueleza ni kwa namna gani hasa unahisi Tanzania inaweza kuwa katika wakati mgumu na sasa wakati tukiwa tunasubiri majibu ya hecho kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook, na sasa tumsikilize kijana huyu kwa njia ya simu. naitwa Rosta Mdojoli na kutoka na huku Kibaha, Dar es Salaam. And yes, nimeshawahi kubadilisha maoni yangu ya kisiasa kutokana na post naviona mitandaoni, kitu ambacho kilikuwa kinatweza utu wa mtu. Sasa ilikuwa ni post kuhusu wanawake, nikaona kwamba hapana, kama hii hiki chama cha siasa kina tolerate kitu kama hichi hiki hasiwezi mimi kukip, kukipigia tena kura. Na wewe ukamshawishi mtu mwingine, ama ilikuwa tu ni uamuzi wako wewe binafsi? I did share, lakini mimi si mtu ambaye napenda kuwafanyia watu maamuzi. mm. Unadhani sasa ni, ni wakati ambapo wanasiasa wanatakiwa kuwa waangalifu zaidi na kile wanachokiweka katika mitandao ya kijamii ili kusudi tu wasipoteze kundi fulani la wapiga kura? hakika hasa hasa kipindi hichi ambacho tunaelekea uchaguzi mkuu wa wa wabunge, madiwani na uraisi, wanatakiwa wewe makini sana sana sana kabla na... hatujaenda mbali, tushushi pumzi kwa kibao hiki cha muziki kutoka kwa Michael Pita anasema, kura ya nini? DW vipi? nyi kura ipi na ya nini ili iweje? Hayo maswali yote yametushushia sisi. Anasema ukiona mtu anapiga kura Tanzania inabidi ya pimwe akili. Haya Hayo ni maoni yako. Ahmadi Adamohong yani, bora niingie Facebook nipate habari ya ukweli kuliko kusikiliza hizi redio na tv za michongo. Hayo ni maoni yako. Next Friends anasema mitandao ya kijamii imekuwa chachu ya mabadiliko mitazamo na fikra za watu ambazo zilikuwa zimelala kwa miaka mingi. Hii sasa itafanya maamuzi ya mwenye kura yake ipime vipi, maana hawezi kurudia makosa. Masanja Kuyanja anasema hapana, sijawahi kubadilisha maoni yangu ala mtazamo wangu wa kisiasa kwa sababu naamini juu ya kile ninachokiona. Chiza Ndebi Hemee anasema nilikuwa ni mwanachama wa CCM kindakindaki, hata kadi nilikuwa nayo, ila kwa sasa siitaki kwa nguvu zote, yaani nawachukia wanafiki wote ndani ya chama lakini hajatuambia ni kwa sababu gani anachukia chama cha CCM pamoja na wanachama wake. Conte la unaona ujumbe wako pia ukisema, katika zama hizi ambazo wanasiasa wanaweza kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari, mitandao imerahisisha kuweka bayana yale ambayo yanafanyika nyuma ya pazia. Tumsikilize kijana pia kwa njia ya simu, ana maoni gani? Je, anaweza kubadili maoni yake ama mtazamo wake wa kisiasa kutokana na machapisho kwenye mitandao? Naitwa Sabra Ali tokea Zanzibar. Uh, kubadilisha mtazamo wangu kutokana na maudhui ambayo yamechapishwa yame uh, hilo kwanza huwa yani, huwa na tabia ya kuangalia maudhui ambayo yanachapishwa katika mtandao. Alafu kitu kingine ambacho huwa na, na kifata yani, kabla ya yale maudhui ambayo yamewekwa, naangalia kama ya chama, naangalia sera ile chama, naangalia ile inani. Lakini kuna baadhi ya maudhui mengine unakuta yamechapishwa kwenye mtandao wa kijamii huwa yanataka kubadilisha fikra zangu uh, za kiakili. Jackson Limo anauona ujumbe wako ukiandika, kwa sasa hivi ni vyombo vichache vya habari vinavyotoa habari kwa usawa. Habari ya kweli na halisi inapatikana katika mitandao ya kijamii. Haya, hayo ni maoni yako. Jisto Malila anasema binafsi, sijawahi nasimama na msimamo wangu, vinginevyo niwe nimepoteza imani na ninachokiamini. Reni Lameki Bagenyi anasema sana, sababu naona yanayoendelea, ukandamizaji wa vyama vingine, mikutano ya chama tawala, huo polisi hawasumbui, ila vya upinzani Hmm, hasa chama kikuu cha upinzani da hadi inatia hasira. Hayo ni maoni yako. Mwenye alionze Rebecca kutoka mjini Kalemi, DRC Congo huko anasema, kwanza mimi huwa siendagi kwenye uchaguzi, maana hapa Afrika hakuna uchaguzi wa uhuru na haki. Nilipiga kura mwaka elfu mbili kumi na nane hapa DRC nikamchagua Martin Fayulu, ila kura yangu ikapotea ya bure. Sitaki kwenda kwenye uchaguzi tena, anasisitiza hivyo. Kabla hatujaendelea kusoma maoni yako kupitia mitandao yetu ya Instagram na Facebook, tulipokuuliza je, unadhani machapisho kwenye mitandao ya kijamii yanaweza kubadili mtazamo wako wa kisiasa? Swali hilo linajibiwa na kijana huyu kwa njia ya simu. Naitwa Arafat Suleiman Ali. Kwa mfano kwa sasa hivi nimetoka chama kimoja kuelekea chama chengine, na kilichonivutia katika hicho chama ambacho nipo mauzui yao wanayorusha, wanayo katika mitandao yao ya kijamii imenibadilishia mawazo yangu kwa ukubwa na tofauti na pale mwanzo ambapo nilikuwa nikifikiria wakati nipo katika chama ambacho nimetoka. Kwa sasa katika kipindi hichi hasa cha uchaguzi, kwa wanasiasa, wito wangu sio kila maudhui ya kuposti mitandaoni kwa maoni hayo sina la ziada msikilizaji, na leo kwenye vijana mubashara asilimia sabini na saba tumekuuliza, je, umewahi kubadilisha maoni ama mtazamo wako wa kisiasa kwa sababu tu ya kile ulichokiona au kukisikia katika mitandao? Mimi ni Hawabihoga ni kutakia siku njema, na tuendelee kuchangia kupitia mtandao wetu wa Facebook na Instagram kwa anwani ya DW Kiswahili. DW, jukwaa la manufaa. Hujambo, karibu katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kusema kile kilicho moyoni mwako, kinachokukera na kinachokufurahisha. Utamsikia pia mwanajukwaa mwingine atakayetoa dukuduku lake kupitia njia ya simu. Karibu. Mimi ni Amina Abubakar na moja kwa moja ninaanza kwa kumpandisha jukwaani msikilizaji kwa njia ya simu. Halo, asante sana. Aa, mimi kwa majina naitwa Abdumariki Bionabusha natokea mkoa wetu wa Kagera ambao ni nchini Tanzania. Aa, nipende kulipanda jukwaa la manufaa kutoa ushauri katika nchi yetu, serikali inayoongozwa na rais wetu Mama Samia, ambayo hana nia njema kabisa, kwamba hangeweza tu kutoa katika labda na katika ushauri wake katika viongozi wake ambao wanaisimamia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuhakikisha vitendo vya ukatili na utekaji vinaisha mara moja, kwa sababu kama sisi wananchi tumeweza kuishi kwa hofu kutokana na watu wanaokamatwa, watu wanakuja wanavamia ndani ya manyumba wanajifanya labda ni labda ni vyombo vya ulinzi na usalama, mwisho wa mwisho inaonekana sio wenyewe. Kwa hiyo hata na sisi tunapokuwa katika majumbani mwetu, basi tunakuwa hatuna amani. Kwa hiyo tuombe serikali inayoongozwa na, na Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu, tumuombe hivi vitendo viweze kukemewa mara moja ili, ili na sisi wananchi tuweze kuishi kwa raha kabisa bila kuishi na hofu. Itakuwa inapendeza sana mm. Wasia mzuri sana huo, Abdul Malik Biona, natumai kero yako imesikilizwa na itafanyiwa kazi na baada ya simu hiyo, nisipoteze wakati nianze kusoma barua yako msikilizaji uliyoelekeza katika kipindi hiki. Na nianze na wewe Paga Karimu Ombezi, anasema kero yake ni ya usafiri wa mwendo kasi kutoka Kimara kwenda Gerezani, Kariakoo na Kivukoni. Unasema usafiri huu tuliokuwa tunauamini ni wa haraka, sasa umekuwa ni kero. Tunakaa muda mrefu kituoni kusubiria mabasi. Tunaomba mamlaka ziangalie hili swala kwa jicho la tatu, kwani kila mara tunachelewa makazini mpaka tunataka kufukuzwa kazi kwa sababu ya kuchelewa. Aya, natumai wahusika watalishughulikia suala hili kwa haraka sana. Matikiti Muhamedi, ukiwa kule Mwanza, Tanzania, unawakumbusha baadhi ya watendaji wa mashirika ya umma Tanzania waache kujisahau, kwani wanayoifanya ni kazi kwa ajili ya wananchi na sio kwa ajili ya familia zao na wahenga walimaanisha waliposema aliye juu mgoje chini. Na unalishukua jukwaa taratibu Judika kwayu hana mengi, anasema DW, mimi na nyie ni kama mchanga na mbege, niko na nyie bega kwa bega redioni, kwani sikosi kuwasikiliza saa kumi na mbili asubuhi na jioni. Kweli DW inavuma kwa kishindo. Asante sana Judika, asante kwa kuwa msikilizaji wetu nambari moja. Kipindi ni jukwaa la manufaa, msikilizaji, kipindi kinachokupa nafasi ya kusema kile kinachokukera hapo ulipo, au hata kile kinachokufurahisha. Na tukisonga mbele, nampa nafasi sasa sauti ya pesa wa Kakuraiju, Ukaragwe. Anasema leo ana kero na angelipenda kuwakemea viongozi ambao hawataki kukosolewa. Hii ni hatari sana, maana uongozi unapewa na wananchi. Sasa ina waje hutaki kuwasikiliza? Haya, kila kilicho na mwanzo wa kikosi kuwa na mwisho. Nimefikia mwisho wa kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Hadi wakati mwingine, na kutakia siku njema. Kwa heri, naitwa Amina Abubakar.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 Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwaherini. <mimu> <mimu> <mimu>